Serikali kupitia jeshi la zimamoto na, zima na wokoaji inatekeleza mradi wa ununuzi wa magari na vifaa vya kuzima moto na wokoaji wenye thamani dola za Marekani milioni 100 kutoka kampuni ya Nafco FZ iliyoko Dubai. Mradi huo utawezesha kupatikana kwa vitendakazi mbalimbali ikiwemo magari 150 ya kuzima moto na wokoaji yatakaosambazwa nchi nzima ikiwemo wilaya ya Nyang'wale. Aidha, serikali itaendelea taendelea kuliimarisha jeshi la zimamoto na, zima na wokoaji kwa kulipatia vitenda vitendakazi ili liweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Asante. Mheshimiwa Hussein Nasser Amar swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kuipongeza serikali kwa kutupatia gari la zimamoto wilaya ya Nyang'wale, lakini pia niwapongeze jeshi la polisi, jeshi la zimamoto wilaya ya Nyang'wale, wanafanya kazi kwa kujituma, pamoja na kwamba wako wachache. Naomba niwatambue tu e, wa kwanza e, kiongozi wao Sajini Abdalla Munyimvua, Constable Fazili Kipilipili, Constable Beach Filimoni wanafanya kazi kubwa sana kipindi hasa cha masika yanapotokea mafuriko. Swali la kwanza, je, serikali iko tayari kutupatia gari kwa ajili ya maafisa hawa waweze kufanya kazi ya kuzunguka na kutoa elimu kwenye taasisi mbalimbali? Lakini pia swali la pili, je, serikali iko tayari kusambaza ama kutengeneza miundombinu kwa ajili ya maji ya dharura ya zimamoto katika makao makuu ya wilaya Nyang'wale? Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Speaker. Kwanza nishukuru sana ni Mheshimiwa uh, mbunge kwa pongezi zake kwa askari ambao wanafanya kazi nzuri katika wilaya ya Nyang'wale. Mheshimiwa Speaker, kuhusu maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza Mheshimiwa Speaker, kwa sasa jeshi la zimamoto na uokoaji limesambaza kwa kwa kwa magari katika mikoa yote nchini. Hatua inayofuata ni kusambaza magari kwenye wilaya zote ikiwapo wilaya ya Nyang'wale. Swali la pili Mheshimiwa Speaker, tayari jeshi la zimamoto na uokoaji limeshafanya vikao vitatu na mamlaka ya, ya maji ili kuhakikisha kwamba wilaya zote za mkoa wa Geita zinapata fire hydrants ikiwepo wilaya ya, ya Nyang'wale. Asante sana Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa. ah, subiri Mheshimiwa naibu waziri, naona kuna mbunge alisimama huko. Mheshimiwa Oliver Semguruka swali la nyongeza Asante sana Mheshimiwa Spika, wilaya ya Ngara hatuna gari la zima moto. Ningependa kujua ni lini serikali tatupatia gari la zima moto na hili swali nimeuliza mara ya tatu katika Bunge lako tukufu. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujua swali la Mheshimiwa Oliva kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nilivyojibu kwenye jibu la msingi, tayari serikali imeshaagiza magari mia moja na hamsini kwa ajili ya kupatia eh, zima moto katika wilaya zote nchini ikiwepo wilaya ya, ya Ngara.